Mheshimiwa mgeni rasmi siku ya leo, ili kukamilisha maadhimisho haya, tumeweza kufanya mambo yafuatayo. Umeweza kushuhudia paredi ambayo imeandaliwa kwa ajili yako, kwa heshima yako. Ndani ya paredi hiyo umeweza kutoa geti kwa wale askari na maafisa ambao wametenda vizuri kwenye kipindi cha, cha, cha, cha, cha mafunzo yao. Pia umeweza kutambua mchango utaweza kutambua mchango wa wadau mbalimbali ambao wamekuwa wakisapoti jeshi la polisi, na hapo baadaye tutakuomba uweze kuwapatia vyeti kama wawakilishi, sio wote wale ambao wamekuwa bega kwa bega na jeshi la polisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo pia inajumuisha hitimisho la mafunzo maalum ya utayari kwa maafisa wakaguzi wa mkoa wa Shinyanga. Mafunzo haya yaligawanyika katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilianza tarehe sita mwezi wa kwanza 2025 hadi ikahitimishwa tarehe 17 mwezi wa pili 2025. Awamu ya pili ambayo leo hii ambayo leo hii utakwenda kutufungia hayo mafunzo ilianza tarehe 17 mwezi wa pili 20, 2025 na hadi kuhitimishwa leo tarehe 29 mwezi wa tatu 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo la haya mafunzo ni kuwawezesha maafisa wakaguzi kuwa na utayari, ujasiri, umahiri na oledi pamoja na ukakamavu, ili kuweza pia mudu majukumu yao hususani katika kipindi hichi ambacho tunaelekea kwa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani wa huu mwaka wa, wa 2025. Katika mafunzo hayo Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa maafisa na wakaguzi wameweza kupata elimu hasa katika kuweza kuzijua sheria, miongozo na mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na uchaguzi, kuweza kujua sisi kama mausa wa polisi ni nini ambacho tunatakiwa tukifanye kabla, wakati na baada ya uchaguzi, maana tunatarajia sisi ndio tutakuwa sehemu kubwa ya kusimamia sheria pamoja na uchaguzi wenyewe ili kuweza kisha au uchaguzi unazofanyika kwa amani na hasa kwenye mkoa wetu wa Shinyanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linayo matumaini makubwa kwa hawa maafisa na wakaguzi wa awamu zote mbili kupitia ya mafunzo waliyopata, kwamba yameongezea maarifa na ujuzi na namna bora ya kuongoza askari walio chini yao hasa katika kipindi hichi cha uchaguzi wa, wa tunaoelekea 2025. Pamoja na ujuzi na maarifa waliowapata maafisa na wakaguzi hawa, pia wameweza kupata usimamo wa mwili na akili kupitia mazoezi ambayo tumekuwa tunayafanya. Maafisa wote wa jeshi kama mlivyotaja, kipekee eh, kabisa wahitimu wote wa mafunzo haya ya utayari eh, ambayo wamechukua takribani eh, wiki sita. Wiki sita. Eh, askari wote ambao wamejumuika hapa eh, vilevile wawakilishi wa wadau hapa tumetaja Jambo Food pamoja na Jilipo Investment Company, vikundi vya ulinzi shirikishi, lakini na polisi jamii ambao umetajwa hapa, familia za askari polisi, ambao wote mko hapa kwa siku hii ya leo. Kwanza niombe kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa tena nafasi ya siku ya leo ambayo tumekutana hapa katika siku hii ambayo ina mambo mawili makubwa. La kwanza kuhitimu haya mafunzo ya utayari, na pili ni hii Police Family Day ambayo tumesherehekea ama tunaendelea kusherehekea kwa namna tofauti tofauti. Niwapongeze kwa kufikia siku hii ya leo mkiwa wenye afya na zaidi tuwaombee wale ambao kwa namna yote katika shughuli za kazi au kwa namna nyingine yoyote pengine wako katika udhaifu wa afya zao. Naamini Mwenyezi Mungu ataendelea kuwajalia ili wapate nafuu ya haraka. Na, na ninashukuru sana, katika risala yenu mmesema pamoja na shughuli zingine katika siku ya leo mtawatembelea na kuwajulia hali na pengine kuwapa misaada wale ambao ni sehemu ya watumishi wa Jeshi la Polisi au familia ya polisi bao wako katika changamoto za afya, na kwa hivyo niwapongeze sana lakini, niseme kwamba ninawapongeza vile vile kwa ajili ya mafunzo haya ambayo ni mafunzo ya utayari. Kwa hakika nina nina, nina, nina, ninawiwa ama ninaona fahari ya kufunga mafunzo haya nikiwa na uhakika, kwa namna nilivyowaona, inarudisha kuwa ukienda mahali haufanyi tu bora liende. Mimi kuna vitu nimechunguza chunguza vikanipa indication kwamba kuna tayari ulio ufanye hapa, na dhifu ule unaonyesha kwamba jeshi hili ni jeshi la polisi lenye nia kabisa ya kulinda usalama wa raia. Lakini waombe sasa, haya mazoezi mliofanya na huu tayari ndio uonyesha ukawe, e, uka, ukaongeze utendaji wenu wa kazi ukawe wenye ufanisi kwa wananchi. Huu utayari usiende kuleta kero kwa wananchi, nilichojifunza hapa kiwe ni kile ambacho mnaendelea kukitekeleza kwa wananchi. Wananchi wana imani kubwa sana na jeshi la polisi, mimi nataka niwahakikishie kwa mkoa wetu wa Shinyanga wananchi wana imani kubwa, na mimi siku zote nimekuwa nikijitahidi sana kuieleza Jeshi la Polisi kwa wananchi, ili wananchi waelewe wajibu na kazi za Jeshi la Polisi. Nimekuwa nikisema kwa wananchi kwamba si jambo sahihi sana kulaumu Jeshi la Polisi katika utekelezaji wa shughuli za kila siku, kusema Jeshi la Polisi, kulilaumu kwa kile kinachotokea. Isipokuwa ambacho nimekuwa nikijaribu ni kwamba ndani ya Jeshi la Polisi kama kuna askari mmoja mmoja anayejitokeza kama mtumishi mwingine katika sehemu nyingine yote ya umma anayeweza kujitokeza kama sehemu ya utumishi katika e, afya, katika elimu, katika maji na kadhalika, tumtambue yule mtu mmoja ambaye anaharibu jeshi la polisi na yeye achukuliwe, achukuliwe hatua kama wahalifu au kama watu wengine wanakwenda kinyume na utumishi wa umma. Ulinzi wa maeneo yetu, ulinzi wa mali zetu, ulinzi wa maisha yetu utaweza kuimarika kama tutakuwa na ulinzi shirikishi. Lakini nichukue nafasi hii vilevile kuwashukuru wale ambao wanajitolea kwa ajili ya jeshi hili. Jeshi sio halina, halina rasilimali za kutosheleza kwa asilimia mia, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu na uongozi mzima wa wizara ya mambo ya ndani pamoja na, na, na, na, na mkuu wa jeshi la polisi kwa kazi kubwa inayofanyika ambayo wamejitahidi sasa kuongeza vifaa hivi hapa. Tumepokea magari hapa manne na mmeyaona yako mapya kabisa. E, sasa haya magari yanahitaji yapate huduma ya kila siku bila ukomo. Najua kuna ofisi zingine zinakuwa hata katika bajeti zake wamepanga ratiba ya safari. kwamba tutasafiri mara tatu kwa mwezi lakini polisi kutumia magari hawawezi kupanga. Unaweza kukapanga kama leo gari litatoka au stop? Hawawezi. unaweza kupanga kwamba gari leo liende kilomita ngapi? Hawawezi, kwa sababu wao wanatakiwa wawe tayari kila dakika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.